Mambo vipi? This is Konde Boy. Jeshi, the CEO of Konde Gang ni kwa hapa kwa address ile jambo na kuhusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba anataka kutoka kwenye label, akawa independent artist. Uh, na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu, wish all the best. I catch you back all the time as usual. Catch in viongozi wa Konde Gang video contact mfano laizi moni mnafanyaji Uh, yeah, contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master kisema master na maanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote, hata zile ambazo amezifanya mimi, ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign 4 years ago na kampuni ya Konde Music. Hayo uh, ndio ilikuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye, um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja, na um, nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best. I wish him all the best. Napenda sana msapoteni sana hizi uh, independent artists from now on. Nikiwa naongea, promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidia familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo, as you know ni biashara, na tuko tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza, ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far tumshukuru Mungu kwa support yetu tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa, kwa, kwa kuletea superstars kadhaa ikiwemo Muchinga, Kinanjera, Kilichidi walikuwa pokea na Country Boy na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own masters zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maandiko ma, ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of BASATA uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo aliyozungumza naye na Bwana Chinga sikutegemea kama angeweza kufika BASATA baada ya, uh, so niliomba management yangu niwakilishe izungumze na viongozi wa uh, BASATA kuona wanapataje mwafaka, lakini wakaniambia okay; walioniambia so far nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kathi ya sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka na, so as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake, na make sure mnamsupport pia, na mwisho kama sikosei, speak na um, Uh, uh, kauli ya nimem, uh, yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemwita chumbani, nilikuwa sijui. Sio kwamba sijui, kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, nimemwachia Mungu, second nimemsamehe na mwisho namwombea mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Kiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu waliosikia maneno hayo. Ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikimpendeza basi kwa wakati wake. Inshallah. Naseme sana. Ah, na Mungu wake kwa umoe wa dhati kabisa. Naamini litamuongeza baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother na si ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Yeah, kwa hiyo wish him all the best so. Kwa kusema hayo nawashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nawashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na uh, yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody, this is Konde Boy, all love.